Jamii, sanaa na utamaduni, kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii. The Pentagon makao makuu ya idara ya ulinzi nchini Marekani imefahamisha ya kwamba kamwe Ukraine hawezi kuwa mwanachama wa NATO na vilevile vile kamwe Ukraine haitorejeshewa ardhi ambayo tayari Urusi imeweza kuchukua, ikiwa ni pamoja na eneo la Crimea na maeneo mengine tofauti ambayo tayari wanajeshi wa Urusi, aidha serikali ya Urusi inafahamisha ya kwamba tayari imekwisha teka miji hiyo na kuwa upande wa Urusi. Hatua hii imeofikiwa katika mzozo huu uliopo kati ya Urusi na Ukraine inatajwa kwamba ni pigo kubwa kwa mataifa ya Ulaya ambayo yalijitolea kwa hali na mali kuweza kuisaidia Ukraine na kuiwekea vikwazo Urusi ili kuhakikisha kwamba Ukraine inashinda katika vita hivyo. Mataifa ya Ulaya yameweza kutoa msaada wa fedha na silaha kwa Ukraine ili kuhakikisha kwamba Ukraine inashinda katika vita hivyo. Na kile ambacho kinashangaza mataifa ya Ulaya kwa sasa ni kuona serikali iliyopo madarakani nchini Marekani kuweza kuweka kando mataifa hayo ambayo yalijitolea kwa kiasi kikubwa kuweza kuisaidia Ukraine, kuyaweka kando mataifa hayo katika mazungumzo ya amani ili kuweza kukomesha vita hivyo ambavyo mataifa ya Ulaya yameweza kuwekeza kwa kiasi kikubwa ili kuiangusha Urusi aidha kudhoofisha ushawishi wake katika ukanda. Mataifa ya Ulaya yalichukua jukumu la kuweza kupiga marufuku bidhaa tofauti kutoka nchini Urusi kuweza kuuzwa, aidha y kuingia katika mataifa ya Ulaya, huku biashara ya gesi asilia ikiendelea kati ya Urusi na baadhi ya mataifa barani Ulaya, huku mataifa mengine barani Ulaya ambayo hayana ushirikiano moja kwa moja na Urusi kuweza kununua gesi hiyo kupitia mataifa mengine kama ilivyokuwa Ujerumani wakati ambapo vita vilikuwa vikiendelea kati ya Urusi na Ukraine, mataifa ya Ulaya yaliweza kutoa vitisho kwa mataifa ya Afrika ambayo yalitakiwa pia kuweza kusimama kidete dhidi ya Urusi na kuulani vikali kile ambacho wanadai ya kwamba ni uvamizi wa Urusi katika ardhi ya Ukraine. Hivyo basi mataifa ya Afrika yanatakiwa kuilani Urusi kutokana na vita hivyo, na mbinu nyingi ziliweza kutumiwa ili kuhakikisha kwamba Urusi inasitisha vita vyake hivyo. Utakumbuka ya kwamba mataifa ya bara la Afrika kama ilivyodaiwa ya kwamba ilikuwa ikiwakilishwa na rais wa Senegal kipindi hicho, wakati vita kati ya Urusi na Ukraini vilikuwa vimepamba moto, rais wa Senegal kipindi hicho alitoa wito kwa rais wa Urusi kuweza kusitisha vita hivyo, kwa kuwa vita hivyo kwa mujibu wake alidai ya kwamba vinapelekea mataifa ya bara la Afrika kuweza kukosa ngano na kupelekea mataifa ya bara la Afrika kukumbwa na baa la njaa kutokana na ngano hiyo kukosekana katika masoko kutokana na vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraini. Ombi hilo lilikemewa vikali na kujadiliwa kwa mitazamo tofauti katika mitandao ya kijamii: vipi bara kubwa ambalo lina asilimia kubwa ya ardhi yenye rutuba kushindwa kumudu balanjaa na kutegemea ngano kutoka nchini Ukraini? Na ripoti za hivi karibuni zinafahamisha kwamba licha ya vita hivi kuendelea, inatajwa kwamba kiwango cha biashara kati ya mataifa ya Ulaya na Urusi katika soko la gesi asilia biashara hiyo imeweza kuongezeka kwa asilimia saba. Jambo ambalo limepelekea maswali tofauti kutokana na vikwazo ambavyo Urusi iliweza kuwekewa na mataifa ya Ulaya katika biashara tofauti kwa lengo la kutaka kuidhoofisha Urusi. Lakini jambo la kushangaza ni kuona ya kwamba biashara hiyo kwa sasa inatajwa kwamba imeongezeka kwa asilimia saba. Katika kampeni zake rais aliyopo madarakani nchini Marekani kwa sasa, Donald Trump alifahamisha kwamba eidha, aliahidi ya kwamba pindi ambapo atakapochaguliwa kuwa rais wa Marekani, basi atahakikisha kwamba mzozo kati ya Urusi na Ukraine unamalizika, eidha anautatua kwa muda usiozidi masaa 24 na hiki ndicho kile ambacho kinaendelea kushuhudiwa kutokana na juhudi ambazo inatajwa kwamba rais wa Marekani, huyu Donald Trump, ameweza kufanya mazungumzo kwa muda wa saa moja na nusu na rais wa Urusi kupitia njia ya simu, ili kuhakikisha kwamba mzozo kati ya Urusi na Ukraini unaweza kukoma mbinu tofauti ambazo rais wa Marekani anatumia ili kuhakikisha kwamba mzozo huu uliopo kati ya Urusi na Ukraine unakoma. Amefahamisha kwamba anataraji kufanya ziara nchini Saudi Arabia kuhusu mzozo huo, na baada ya Saudi Arabia atajielekeza nchini Urusi ambapo atakutana na rais Putin ili kuweza kuzungumza kwa kina kuhusu kile ambacho kinatakiwa kufanyika ili kusitisha mzozo huo na kile ambacho kitafanyika baada ya mzozo huo ambacho itakuwa ni makubaliano kati ya Marekani na Urusi, huku mataifa mengine ambayo yalikuwa mstari wa kwanza kuisaidia Ukraine katika mzozo huo kuweza kuwekwa kando kushirikisha Saudi Arabia katika kutatua mzozo huu wa Ukraine ni kitendo ambacho kimeleta mitazamo tofauti katika mitandao ya kijamii, ikitajwa kwamba Saudi Arabia ni taifa ambalo linashinda uzito wa mataifa ya Umoja wa Ulaya kwa jumla. Ndio maana rais wa Marekani amechukua jukumu la kuishirikisha Saudia ili kuhakikisha kwamba mzozo huu unamalizika, ukikumbuka ya kwamba Saudi Arabia ni mshirika wa Marekani licha ya kuonyesha kwa sasa kuwa na ushirikiano wa karibu na Urusi. Viongozi wa mataifa ya Ulaya katika mkutano waliofanya wamefahamisha kwamba mazungumzo kati ya rais wa Marekani na rais Putini kuhusu kukomesha vita kati ya Urusi na Ukraini, mazungumzo hayo iwapo mataifa ya Ulaya hayatoshirikishwa moja kwa moja na Ukraini, basi itakuwa ni kinyume na makubaliano ya kimataifa, jambo ambalo rais wa Marekani bado hajatoa kauli kuhusu hilo, huku ikitajwa kwamba katika siku za hivi karibuni rais wa Marekani atajielekeza nchini Urusi na baadaye rais wa Urusi atajielekeza nchini Marekani ili kuweza kujadili na kuweza kukubaliana kuhusu ni jambo gani ambalo linahitajika ili kuhakikisha kwamba amani inadumu kati ya Urusi na Ukraini. Jambo lingine ambalo watu wanajiuliza ni vipi rais wa Urusi ambaye tayari amewekewa warrant ya kukamatwa na mahakama ya kimataifa kujielekeza nchini Marekani. Utakumbuka ya kwamba waziri mkuu wa Israel pia yupo chini ya warrant hiyo ya mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai, aliweza kusafiri kutoka Israel na kujielekeza Marekani bila tatizo lolote. Hivyo basi, rais wa Urusi pia iwapo itahitajika, basi ana uwezo wa kusafiri kutoka Urusi na kujielekeza nchini Marekani, na unatakiwa kukumbuka ya kwamba Marekani siyo mwanachama katika mahakama hiyo. Hivyo basi kiongozi yeyote ambaye atakuwa na warenti hiyo anaweza kujielekeza Marekani bila kuwa na wasiwasi wowote wa kuweza kukamatwa na kufikishwa mbele ya mahakama hiyo. Ni jamii sana. Utamaduni unasemaje kuhusu mataifa ya Umoja wa Ulaya kuweza kutengwa na rais wa Marekani katika mazungumzo ili kuhakikisha vita vinakoma kati ya Urusi na Ukraine? Tuachie mtazamo wako.